Tulisema kwa sababu wamekataa kweli ambayo wa ingewaokoa, ndio maana Mungu amewapatia nguvu, amewatumia nguvu ya upotevu ili waamini wa uongo wakaanze wa wa kupotea. Hiyo inaanzikwa katika Wathesaloniki, barua ya mtume Paulo ya pili kwa Wathesaloniki katika sura ya pili mstari wa kenda wa mpaka kumi na tatu, soma hapo. Barua ya pili ya mtume Paulo kwa Wathesaloniki sura ya pili mstari wa kenda mpaka kumi na moja. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara za, na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya, ya uzalimu kwa hao wamepotea, kwa sababu hawakubali wa kupenda ile kweli wapate kuokolewa walikataa kupenda hiyo kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu aliwaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika uzalimu. Mm -hmm. Nanjiwa neno la Mungu hoo, na neno la Mungu ndio kweli, na inasema ya kwamba kwa yote ambaye anakataa kuamini kweli atahukumiwa kwa sababu walikataa kuikubali kweli, walikataa kuipenda kweli ambayo ingewaokoa. Mungu aliwapea nguvu ya upotevu ili waamini uwongo, na kusudi wale wote ambao hawakuamini ukweli waweze kupotea. Unasikia umuhimu wa kweli, inaweka huru, inaleta uzima. Kwanzia mana, tunawaalika kwa magharibi ya leo muweze kuiamini ukweli uweze kuwa tayari kuiamini ukweli hata kwa gharama gani, uiamini ukweli na uwe tayari kuachana na uongo na kutoka kwa uongo, kama inaviajia katika kitabu cha Ufunuo, yaani sura ya kumi na nane, ameanguka enanga kubwa, miani mkubwa kahaba mkubwa ambaye amewadanganya watu kwa maneno ya ushirati wake, amewalewesha watu kwa mvinyo wa ushirati wake, njia mafurusho yake ya uongo sasa tokeni kote watu wangu, ili msipate kuhukumiwa na yeye. Uwe tayari kuikubali kweli, unakwenda kutoka katika sehemu ya udanganyifu. Maneno ya Mungu yanabidi yahakikishwe, maneno yote yanayosema ya mahubiri yanabidi yahakikishwe. Watu wa Berea tunaposoma katika matendo ya mitume sura ya, ya, ya mitu, kumi na saba e... Hapo Waberea walikuwa wakisikiliza mahubiri ya Paulo kama nivelisikiliza, na nyumbani walienda wakachunguza, kama Paulo aliwaambia kweli, na walithibitisha wa kwa maandiko. Alipoona kama Paulo alisema kweli, ndipo walipomwamini wa sasa nje